Isaya mlango wa nne. Na siku hiyo, wanawake saba watamshika mtu mume mmoja, wakisema "Tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu." Siku hiyo, chipukizi la Bwana litakuwa zuri, lenye utukufu, na matunda ya nchi yatakuwa mema sana na kupendeza, kwa ajili ya Waisraeli wale waliookoka. Tena ita kuwa ya kwamba yeye aliyebaki katika Sayuni na yeye aliyeachwa ndani ya Yerusalemu ataitwa mtakatifu, yaani kila mmoja aliyeandikwa miongoni mwa hao walio hai ndani ya Yerusalemu, hapo Bwana atakapokuwa ameuosha uchafu wa hao binti za Sayuni na kuisafisha damu ya Yerusalemu kati yake kwa roho ya hukumu na kwa roho ya kuteketeza. Tena juu ya makao yote ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake, Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana, na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku; kwa maana juu ya utukufu wote itatandazwa sitara. Kisha kutakuwa na hema kuwa uvuli wakati wa mchana, kwa sababu ya hari, na kuwa mahali pa kukimbilia na kujificha wakati wa tufani na mvua.